Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga ambaye pia ni mlezi wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya amewaongoza wajumbe wa kamati hiyo kufanya ukaguzi wa maendeleo ya utekelezaji wa maelekezo ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan. Akizungumza baada ya kukagua utekelezaji wa maelekezo ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan ya kujenga kwa haraka barabara ya mchepuko katika eneo la Iwambi jijini Mbeya, Kamanda Kuzaga ameeleza kuwa kwa upande wa Jeshi la Polisi tayari kufanya kazi saa ishirini na nne katika eneo la Iwambi kwa kuweka kizuizi pamoja na kuimarisha doria za pikipiki kwa ajili ya kuzuia ajali na kutoa msaada wa haraka pindi inapotokea changamoto ya barabarani. Kwa upande wake meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya mhandisi Masige Matari amesema Juni kumi na tatu mwaka huu wameanza kuweka moramu na kuruhusu magari kutumia barabara hiyo kama ilivyoelezwa na rais, huku akieleza kuwa ameridhishwa na kasi ya maendeleo ya utekelezaji wa kuweka taa mwanga kwa ajili ya askari watakaokuwa wakifanya ukaguzi. Akizungumza kwa niaba ya wajumbe wa kamati ya usalama barabarani, mwenyekiti wa kamati hiyo, mhandisi Rajabu Ghuliku amesema kuwa wameridhishwa na kasi ya utekelezaji wa maendeleo kwa upande wa Jeshi la Polisi na Wakala wa Barabara kwani kukamilika kwa kazi hiyo kutasaidia kupunguza ajali katika eneo la Iwambi. Imeharibika katikati, wanapeana taarifa mapema, tunatafuta chombo au crane ya kwenda kuondoa. Kwa hiyo sasa hivi tumeshafanya. Na tayari mabomba ambayo tunaweka pale kama beria yako tayari. Na sisi tutakuwepo saa ishirini na nne. Zamani tulikuwa tunafanya hivi tukiwa na giza, lakini tumepata msaada ambao meneja wa TANROADS atatuambia ili tuweze kuwa tunaonekana. Zamani tulikuwa tunaonekana kwa kutumia reflector, lakini sasa hivi tumeongezewa

eh, nguvu au kupunguza nguvu, basi tuna tunaongeza nguvu. Kama ni kupunguza nguvu, basi tutaacha nguvu nyingine kwa ajili ya kupitisha magari hapa kwa haraka, kwa sababu kuna kipindi malori yanakuwa mengi na magari madogo yanakuwa mengi. Kwa hiyo sasa, kuna njia ya mzunguko ambayo sasa hivi tunaenda kuikagua, tuone kama iko tayari. Meneja atatuambia kama bado, pia tutaendelea kusubiri, lakini sasa hivi tunaendelea kutumia hii barabara kwa kuwa meneja ametuhakikishia ile barabara kwamba iko tayari, ili magari sasa hapa tuko kwenye utekelezaji wa maelekezo ya mheshimiwa mkuu. Hapa sasa tutakapofunga, tukisema magari madogo yote kusimama, yanatakiwa yasimama, kiwemo bajaji, pikipiki za matai mawili, atutaruhusu gari yote, kwa sababu tunaogopa tutakapopita, kusimama kipita wakali sana, bajaji na bodaboda oa

mojawapo ilikuwa ni kuimarisha hii barabara. Hii barabara ni ya TARURA lakini ilikuwa na upana kidogo mita, upana wake sasa. Baada ya maagizo kutoka kwamba maroli makubwa yapite huku, haikuwa sahihi sasa magari makubwa kupita katika ule upana ambao barabara iko nayo. Kwa hiyo kinachotokana cha kwanza ni kupanua hii barabara kutoka mita 5.5 kufika mita 10 ili magari makubwa yaweze kupita da vizuri utakuleta madhara yoyote, lakini pia kupanua, nasema pia ongezea upana, lakini pia kwenye kona. Kuna kuna kona zile ni nyembamba ni, ni mambo huwezi kuona kwa mbele kupanua zaidi kuona kwa mbele. Kwa hiyo kama tumeanza tarehe 9 baada ya kufika maelekezo au maia mkoa mkoa pamoja na kamati na usalama na, na, na mkoa pamoja na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na kitaifa Nayo, kwa tunaendelea nayo kama mlivyoona, tunakusudia kwamba leo tunamaliza kufanya information na kuanzia kesho tunaenda kuweka moramu, hivi sasa magari yaanze kupita. Ni ndani ya siku tatu, kama ile wali tumemaliza yote na magari yaanze kupita kama ilivyokuwa imeelekezwa, kwa serikali imeshatoa hela shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kulipa fidia pale mlima Palizi au Iwambi, hivi sasa tuanze kujenga pale mlima Iwambi na magari yaweze kupata nafasi sasa ya kupita kushoto na kupita kulia ambayo tuna imani kwamba kwa kufanya hivyo tutasaidia sana kupunguza ajali Kusapu, kwa sababu kwasaau tumeshapanua sasa, au separate magari ita katika eneo moja. Kwa hiyo tuna imani kwamba baada kufanya hivyo, tuna imani kama Mungu akipenda, basi pale mepunguza sehemu kubwa sana ya ajali, kwa sababu magari na nafasi ya kuita sehemu mbili tofauti. Mpaka kufikia hapa, nadhani tumezunguka sehemu nyingi, kwa ujumla tunaangalia jinsi gani ambao fanya utekelezaji ambao tumepatiwa maagizo, lakini tumeanzia mbali, kuanzia Inyara kama ilivyotanguliwa kusema mwanzo, kuona jinsi gani tunaweza tukasaidia kupunguza uh, congestion au magari mengi ambayo yanaweza kupita katikati ya mji. Tumetoka hapo baada ya kuona hifai, tumeongozana pamoja na wataalamu kutoka TANROADS na TARURA, tumekuja kuangalia pia utekelezaji wa maagizo yaliyotolewa ya na mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhusu kutengeneza hizi barabara ambazo zitakuwa zinapitisha magari kupunguza mrundikano katika ile milima ya Mbalizi. Kwa hiyo huu ni, ni, ni, ni utekelezaji kama kamati ya usalama barabarani ya mkoa imeamua kuchukua hatua. Uh, na tunasema kwamba kila mmoja atekeleze majukumu yake. Kwa hiyo TANROADS tumeshaona wamechukua hatua, lakini tumeenda kwenye beria pale ya kupishanisha maroli, tumeona polisi nao wamechukua hatua kwa nafasi yao nao wamefanya ya kwao, kwa maana ya kutengeneza beri ambazo ziko tayari kutokana na majukumu ambayo tulikuwa tumegawana, lakini pia wameanza kufanya kazi masaa ishirini na nne kwa msaada wa TANROADS wa kufungiwa taa pale za usiku ambazo tuna uhakika zinakamilika ndani ya siku tatu, na tumeshaanza kuona utekelezaji, wameshaanza kuchimba mashimo, wanayajengea na tayari kwa kufunga taa hizo za sola. Kwa sisi tunaamini kwamba yale ambayo yametolewa maelekezo tuko katika kuyatekeleza na tunayasimamia vilivyo mpaka yatakapoanza kufanya kazi. Na hii inaweza ikawa uh, tumeanza kutengeneza mwarubaini wa kupunguza ajali ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Naitwa engineer Shabani Mtende, ni afisa mkuu wa lata kwa wa Mbeya, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya usalama barabarani. Eh, kama kamati tunaendelea na utekelezaji wa maagizo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ee, ambapo kama tunakumbuka siku ilipotokea tukio la ajali tulikutana vikao vya dharura mm, na kupeana maelekezo mbalimbali <laughs> moja ya maelekezo ilikuwa ni kwamba e, ambayo yalienda kwenye upande wa TANROADS ilikuwa ni kuhakikisha kwamba e, barabara e, ya mchepuko inaanza kutengenezwa mara moja, ili e, imekamilika mekabilika kufika kwa malori. Lakini pia tulivyokaa kama kamati e, maazimio mojawapo ya upande wa kudhibiti eneo hili ambalo na na mteremko mkali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kunawekwa e, beria ama vizuizi na wenzetu wa Jeshi la Polisi, lakini pia wenzetu wa TANROADS walielekezwa kwamba waweke taa ili pale askari waweze kukaa muda wote usiku na mchana. Na kamati leo tumeweza kupitia maeneo yote, tupongeze jitihada zinazoendelea e, Jeshi la Polisi wanachukua hatua kwa haraka. Kwanza askari walianza e, kukaa muda wote saa 24 kabla hata ya taa kufungwa, lakini walienda mbali zaidi ametekeleza swala la kuweka vizuizi kwa maana ya beria tumepita tumeziona lakini pikipiki piki za doria ambazo ilikuwa ni maelekezo pia ya kikao cha kamati pia tumeshuhudia kuna pikipiki piki. zipo mbili ambazo zitakuwa zinapishana kwa ajili ya kusa lile eneo la mteremko wa Iwambi lakini, TANROADS pia wameanza kuchimba mashimo kwa ajili ya kufunga taa ili ziweze kuwezesha askari wanapokuwa pale waweze kuonekana kiurahisi kiu ili iwe ni salama kwao wanapokuwa wanakagua magari katika eneo hilo kwa hiyo niseme kwa niaba ya kamati ya usalama barabarani mkoa kama mjumbe eh, kamati tumeridhishwa, eh, na jitihada eh, zinazoendelea na sisi tutaendelea kufuatilia, eh, hatua kwa hatua ili kuhakikisha kwamba maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa eh, yanatekelezwa kwa kadiri ilivyoelekezwa, na kama kuna eneo la kushauri, kama kamati tutashauri ili kuhakikisha kwamba eh, barabara zetu, zetu zinakuwa salama na wananchi wanaweza kuendelea eh, kuzitumia katika mazingira ambayo ni salama. Eh, hatutarajii tena kukutana na matukio makubwa ya ajali haya kama kila moja atatekeleza wajibu wake. Wamiliki wa vyombo wa wa kama alivyosema ratio kaima ratio hakikisha vinakuwa salama, lakini pia wenzetu wa vyombo vya pikipiki na bajaji wajitahidi wa sana kuzingatia maelekezo wanaopewa na askari wa usalama. Mara nyingi tunashuhudia katika maeneo mbalimbali e, yanapozuiliwa magari kupita basi wenyewe wanakuwa wakichomoka e, kukaidi maelekezo hayo. Sasa kwa sababu swala la usalama ni la kwetu sote, tunashauri wenzetu watunge mkono katika eneo hili. Na kamanda amesema watakuwa wakali sana kuhakikisha kwamba wale wote wanaokiuka maelekezo ya askari wa usalama barabarani kwenye eneo hilo la kupishanisha magari, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anakuwa salama.